Unapokumbana na changamoto kubwa sana kiasi kwamba huwezi kuikabili peke yako, je, unageukia wapi kwa msaada na mwongozo? Katika nyakati hizo, mioyo yetu hujikuta inamgeukia Mungu kwa sala, si kama ombi la kuhurumiwa tu, bali kama tendo la imani la kina linalokiri kwamba msaada wetu unatoka kwa Mungu aliye mkuu wa vyote. Marafiki, katika safari yetu ya maisha, mara nyingi tunakumbana na nyakati zinazojaribu nguvu zetu, imani yetu na uvumilivu wetu kwa Mungu. Ni katika nyakati hizo ndipo macho na mioyo yetu huinuliwa kuelekea mbinguni, tukitafuta mwongozo, msaada na hakikisho la faraja kwamba hatuko peke yetu. Kitendo cha kusali, hasa tunapomwomba Mungu msaada, ni onyesho la karibu na la kina la utegemezi wetu kwa Baba wa mbinguni. Ni kukiri kwamba licha ya juhudi zetu, kuna nguvu na changamoto zisizotuzidi na kuna nguvu iliyokuu zaidi tunayoweza kumtegemea. Sala si ombi tu, bali ni daraja linalounganisha udhaifu wa kibinadamu na nguvu zisizo na kikomo za Mungu. Zaburi arobaini na sita mstari wa kwanza inasema Mungu ni kimbilio letu na nguvu zetu. Msaada utakaonekana tele wakati wa mateso. Hili si tamko tu, ni ahadi ya uwepo wa Mungu usiokoma na msaada wake wa kweli katika nyakati za mahitaji yetu. Sala si mawasiliano ya upande mmoja, bali ni mazungumzo hai. Tunapoongea, kulia au kimya, tukiwa na shauku, Mungu husikia. Kusali ni ishara ya tumaini Sala zetu zinaposemwa kimya kimya au kwa kilio katikati ya vurugu, Mungu husikia. Hakuna sauti iliyo dhaifu mno kwa Mungu, hakuna ombi lililo dogo sana. Tunapoomba msaada wa Mungu, tunatambua pia mipaka yetu binafsi. Ni wakati wa kujisalimisha na kukiri kwamba maarifa na nguvu zetu ni finyu. Kitendo hiki cha kujisalimisha si udhaifu Bali ni onyesho la imani na kuliweka tumaini letu kwa uwezo wa Mungu. Kila mara tunaposali, tunapata nguvu mpya. Tunapomwelekea Mungu, tunapata tumaini jipya. Tukiacha mizigo yetu mikononi mwa Mungu ambaye hutupunguzia mzigo wetu. Sala huleta mabadiliko. Tunapomwomba Mungu msaada, ni fursa ya kubadilishwa. Mara nyingi ni katika nyakati hizo ambapo tunapata mwangaza, kusudi na hamasa mpya. Tunabadilisha mtazamo wetu, tunaweka kipaumbele tena na tunalenga upya maisha yetu. Kutafuta msaada wa Mungu ni kichocheo cha kukua kiroho na kimaisha. Hivyo basi, marafiki, tunapokuja pamoja kwa sala, tufanye hivyo kwa mioyo wazi na roho zilizo tayari. Tuisali sala hii, tukijua kuwa Mungu anatupokea, anatuelewa na anatupenda. Kila neno, kila kimya ni hatua ya kukaribia moyo wa Mungu. Kimbilio letu na nguvu zetu. Tuombe usaidizi wa Mungu sasa. Baba wa mbinguni, Muumba Mwenyezi, ninakuja mbele zako nikiwa na moyo uliojaa sifa. Wewe ni mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Muumba wa mbingu na dunia. Wewe ndiye msaada wangu wa kweli wakati wa shida. Ukuu wako hauelezeki na nguvu zako hazina mipaka. Ninasimama nikikusifu na kulitukuza jina lako takatifu. Asante kwa baraka nyingi ambazo umemimina juu yangu na wapendwa wangu. Asante kwa pumzi ndani ya mapafu yangu, uzuri wa uumbaji wako na zawadi ya siku nyingine. Asante kwa riziki ya kila siku na fadhili zako zisizoisha. Bwana, ninakuomba unisamehe dhambi zangu. Kama ninavyopokea msamaha wako, ninaachilia wengine waliokosea dhidi yangu na achilia uchungu na chuki ndani ya moyo wangu. Unapoona ninapitia changamoto, unisaidie na unitie nguvu. Wakati ninapojisikia dhaifu, wewe ni kimbilio langu. Ninakiri kwamba uwezo wangu ni mdogo, lakini nguvu zako ni kuu. Katika kila maamuzi nitakayofanya, uniongoze Bwana. Niepushe na njia potovu na unielekeze kwenye njia zinazokutukuza katika nyakati za kutokuwa na uhakika uwe dira yangu ya hakika katika dhoruba za maisha. Nijali amani yako, amani ipitayo akili zote. Nipe utulivu katika uwepo wako na kumbukumbu kumbu ya kuwa uko katika udhibiti wa kila jambo. Ninaomba uponyaji, ukombozi na faraja kwa ajili yangu na wapendwa wangu. Gusa miili, akili na roho zetu. Katika huzuni au maumivu, uwe faraja yetu. Bwana, ninaomba kwa ajili ya mahitaji yote ya maisha yangu. Kutana na kila hitaji kwa utajiri wako katika Kristo Yesu. Nipe hekima ujasiri na subira ninapokugoja wewe. Katika jina la Yesu tunatangaza ushindi, tunatangaza ushindi dhidi ya kila changamoto. Tunakemea mashambulizi yote ya adui, iwe ni hofu, mashaka, wasiwasi, maradhi au migawanyiko. Tunafunga nguvu hizo kwa jina la Yesu na kutangaza uhuru na ushindi. Tunaomba kinga yako ya kiungu juu yetu na familia zetu. Tufunike kwa damu ya Yesu na tulinde dhidi ya madhara yote. Asante kwa Roho Mtakatifu anayetuongoza, kutufariji na kututia nguvu. Tufanye kuwa waangalifu kwa sauti yake na mwongozo wake kila siku. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na uwezo na utukufu hata milele. Asante kwa kusikia na kujibu sala yangu kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Ukiwa umebarikiwa na sala hii, andika neno amina katika sehemu ya maoni. Natangaza kwamba baraka zote za sala hii sasa ziko juu yako kwa jina la Yesu. Unaweza kusaidia kusambaza Injili kwa kushiriki ujumbe huu na rafiki au familia. Pia kumbuka kujiunga nasi kwa video zitakazokubariki na kukuinua kiroho. Umebarikiwa kuwa baraka kwa wengine. Tafadhali jisikie huru kuacha ombi lako la sala ili tuweze kuliwasilisha mbele za Mungu pamoja nawe. Tunaamini katika nguvu ya sala. Mungu atukuzwe, na neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi nyote.